Uh, tunakuja hapa kwa ajili ya kujifunza zaidi kuhusiana na umuhimu wa ugezi au calibration kwenye sekta ya afya. Na tukiongelea kwenye sekta ya afya, tunagusa katika viwanda na vinavyotengeneza madawa yani pharmaceutical industry pamoja na maeneo yote yanayotoa huduma ya afya kama hospitali, vituo vya afya pamoja na zahanati. Ugezi ni kitu cha muhimu sana katika nyanja mbalimbali kiangalia kwenye maeneo ya hospitali, takwimu mbalimbali hupimwa kutokana na vipimo vi, vi mbalimbali ambavyo vinatolewa kwenye hospitali, na hizo takwimu ndio kitu cha muhimu ambacho kinamsaidia daktari kuweza kufanya maamuzi. Kwa hiyo tukianza na kitu cha muhimu zaidi kwenye hospitali, tunaanza na, na ugunduzi wa, wa, wa ugonjwa au utambuzi wa ugonjwa. Unapokwenda hospitali, lazima wachukue vipimo ili waweze kujua kwamba wewe unasumbuliwa na ugonjwa gani. Kwa hiyo katika vitu vyote hivyo, vipimo mbalimbali vinachukuliwa na vipimo hivyo vinatokana na vifaa tiba. Kwa hiyo kama kifaa tiba hakijafanyiwa ugezi, maanake kwamba hayo matokeo ambayo yatatolewa yanaweza yakawa si sahihi, maanake kwamba unaweza ka kwamba una ugonjwa huu, kumbe hauna ugonjwa, kwa sababu tu ya kifaa kile ambao kimetumika hakikuhakikiwa kama kinaweza kutoa majibu ambayo ni sahihi. Jambo la pili ni katika utoaji wa matibabu, daktari atakuandikia, utakwenda maabara, utapimwa ya, n, sampo, sampuli ambazo zimepelekwa zitapimwa, halafu matokeo yataletwa kwa daktari kwa hiyo daktari atategemea majibu yale ambayo amepata kutoka kwenye maabara. Kwa hiyo ataangalia na atafanya maamuzi. Kwa hiyo katika kutoa maamuzi ili ku, ili kutoa matibabu anategemea majibu ambayo yametoka kwenye maabara. Hivyo basi, kama maabara haijafanyiwa uhakiki wa vipimo vyake kama vinasoma kwa usahihi, manake hata daktari atatoa utabibu au dawa bila kuwa na uhakika. Kwa hiyo inaweza ikaleta madhara kwa, kwa mgonjwa. Na stage ya tatu ni usalama wa mgonjwa vilevile. Kama dawa ameandikiwa mgonjwa kwamba atapewa labda miligram kadhaa ya dawa, kwamba unatakiwa unywe vidonge viwili, ambayo unatakiwa labda uwe na miligram elfu moja kwa maana kwamba ni 500 miligram vidonge viwili, lakini matokeo yale ambayo aliyapata kutoka kwenye kwenye maabara hayako sahihi, maanake atamwandikia dawa bila kuwa na ugonjwa. Maanake unapewa dawa, utakwenda kutumia wakati ugonjwa huo hauna, kwa hiyo itakuleta madhara kwako, au ukapima ukaambia kwamba huna ugonjwa, lakini wewe ni mgonjwa, na kwamba utaendelea kuugua, ukisema kama nimeenda hospitali nimepimwa sina ugonjwa, lakini kumbe tatizo lilianzia kwenye vifaa tiba vilitoa majibu ambayo hakuwa sahihi. Jambo jingine ni katika kufuatilia mwenendo wa mgonjwa, mfano BP. Mgonjwa anakuwa amelazwa pengine hapo, au mapigo ya moyo akiwa amelazwa, huwa ona, wanaendelea kumonta mgonjwa enda, wanapima kila baada ya muda, wanapima wanaangalia. Sasa kile kipimo kama hakiko sahihi, manake wanaweza kaamua uamuzi ambao si sahihi kwa ajili ya mgonjwa huyo. Kwa hiyo hilo nalo ni dhara moja wapo la la kutokufanya ugezi wa vifaa tiba, lakini kitu kingine ni kuaminika kwa kwa huduma ambazo zinatolewa na hospitali fulani. Maana kwa kwamba mimi nikienda kwenye hospitali nikapimwa, nikapewa dawa, nikaenda nikatumia, nikapona, maana kwa kwamba taamini hospitali hiyo inatoa majibu yaliyo sahihi. Wameenda wamesema ninauma kitu fulani na kweli nimepewa dawa tibiwa na nimepona. Kwa hiyo maana kwamba kumbe wanafanya ugezi, itakuwa ninaamini kwamba hiyo hospitali fulani inatoa tiba ambayo ni, ni sahihi. Kwa hiyo ugezi unachangia kwa mambo mengi kwa namna hiyo. Lakini madhara ya kutofanya sasa calibration vile vile ni kwamba unaweza ukapata majibu ambayo si sahihi kwa mgonjwa na hatimaye mgonjwa huyo kwa sababu nimeambia sina ugonjwa, nitatoka hapa ninaumwa, alafu kesho tena nitaendelea kwenda sehemu nyingine kutafuta suluhisho la ugonjwa wangu, lakini kumbe hapa kulikuwa na tatizo, hawakufanya ugezi. Kwa hiyo nitaendelea kutoa fedha, kuharibu uchumi wangu kwa kufuatilia, kwa sababu kumbe hakufanya calibration. lakini vilevile vile, hata madhara mengine ambayo yanaweza katokea ni kukosa kuamini. Sasa kwamba nitakuwa siamini kwamba hospitali imeenda hospitali fulani, kama nilienda mara ya kwanza nikapimwa hakuna, alafu nikaenda sehemu nyingine nikapimwa nikaonekana na ugonjwa, maana yake nitakuwa siamini tena katika hospitali ambayo nilienda mara ya kwanza pale. Nimeambiwa sina ugonjwa, lakini huku nimeambiwa ninao, alafu nimepewa tiba nimepona, maana kwamba nitakuwa siamini tena hospitali fulani au eneo fulani kwenda kupata huduma. Kwa hiyo ni mambo ambayo ya muhimu kwamba ugezi ni jambo la muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku, lakini kitu cha muhimu zaidi, shirika la viwango linatoa huduma ya ugezi katika maeneo mbalimbali, ambao tuna umahili na tumepata ithibati kutoka shirika la kimataifa SADCAS na ithibati katika maabara zaidi ya ya saba ambao tumepata ithibati na tunatoa huduma ya ugezi ambao ni sahihi imeangaliwa kwa jicho la tatu. Kwa hiyo ni wasihi wananchi pamoja na watumiaji mbalimbali wa vifaa tiba kuhakikisha kwamba wanaleta vifaa vyao shirika la viwango katika maabara ya taifa ya ya ugezi ili wafanyiwe vipimo ya vifaa vyao na hatimaye wawe na uhakika wa huduma ambao watakuwa wanaitoa lakini um, katika ugezi, mbali na kutusaidia kupata usahihi uh, wa vipimo, lakini pia ugezi unatusaidia katika kufanya maamuzi. Tumeona tunatumia uh, vifaa katika kupata vipimo mbalimbali mbali. sasa kupitia ugezi tunaweza kufanya maamuzi ya kujua kifaa unachokitumia, je, unatakiwa uendelee kukitumia au unatakiwa ukibadilishe baada ya kujua usahihi wa vipimo vyako? lakini pia kupitia ugezi um, una, unaweza kupata ithibati kwa lugha ya kigeni tunaita accreditation. Um, kifaa ambacho kinafanyiwa ugezi na ukipata, um, ile cheti cha umahiri utaweza kupata ithibati. Kwa kumbe ugezi uko katika mapana makubwa sana na una umuhimu mkubwa sana.